takatifu Amina. Bwana awe nanyi. Tuketi, tutole nia zetu za misa kuwaombea marehemu Leonard Francis, Alida Isai, Leopard Yohani, Leonard na Terezia Basili, kuwaombea marehemu wote waliofariki kwenye uchaguzi, kuwaombea wale wote waliopata majeraha, Mungu awajalie uponyaji huko mahospitalini. Kuombea marehemu Prince Dastan Minja, na kuombea marehemu Joseph Simon Betsheba, na Nathan Roman Marieta na marehemu wote wa ukoo wa Laswai na Macha, kumwombea marehemu Gabriel Adelina Abrahamu na marehemu wote, kumwombea marehemu Padre Kostantini kumwombea marehemu Bazili Terezia Pius Koleta Petro Modesta Scolastica na marehemu wote wa ukoo wa Mwasu na Silayo kumwombea marehemu Anna katika kumbukumbu -kumbu ya miaka kumi na saba tangu kifo chake kumwombea Padre Richard Padri Genesius Sista Aurelia Terezia Michael na Victor ombea marehemu Aurelia, Angelina, Elizabeth, Constancia, Rehema, Susan, Robert na Beda, marehemu Selina, Maria, Paul, Lusi, Winifrida na Zipora na nia za ndugu marehemu tulizoweka altareni. Naombea form 4 na form 2 katika mitihani wa taifa waweze kukumbuka yote waliojifunza. Kumwomba Mungu amsaidie katika funga ambayo ataanza Jumatatu ijayo. Kumwomba Mungu amsaidie katika mtihani wa mwisho. Anaomba Mungu amkumbushe yote ambayo amejifunza na mwalimu ampe ujasiri wa kujibu mitihani yake anaombea wazazi wake katika kazi ya mikono yao wapate kipato kizuri ambacho kitasaidia katika maisha ya familia. Shukrani kwa Mungu watoto kufanya vyema mitihani kwa maombezi ya mtakatifu Rita na Yuda Tadei. Lorine na wanafunzi kidato cha nne Precious Blood Girls Secondary School. Wajaliwe maandalizi na ufaulu mzuri kwa maombezi ya Mama Maria, Dorin, Lorin, Cecilia na Jeremia. Roho Mtakatifu awalinde wafanye vyema katika masomo. Familia inaomba huruma ya Mungu dhidi ya magonjwa. Kwa maombezi ya Bikira Maria watoto wajaliwe uongofu dhidi ya matendo maovu. Kwa maombezi ya Mtakatifu Antoni Mungu awarudishie awarudishe baraka katika masomo, uchumi, afya na mahusiano. Kuomba toba na rehema kwa ajili ya Levone na Virumba. Familia ijaliwe huruma ya Mungu dhidi ya nguvu za giza kwa maombezi ya Mama Maria. Damu ya Yesu iwalinde. Kuomba Roho Mtakatifu waweze kukumbuka yote waliojifunza afanye vyema mitihani ya CPA. Na leo ikiwa ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi tunaadhimisha misa hii kwa heshima na tukitafuta maombezi ya moyo mtakatifu wa Yesu tunawaombea wanachama wote wenye utume wa moyo mtakatifu wa Yesu ili waweze kujaliwa neema wanayozihitaji katika utume huo. Katika tafakari ya neno la Mungu leo, tunatafakari juu ya fadhila muhimu sana, hasa katika nyakati hizi, busara. Katika Injili, neno la Kigiriki lililotumika phronimos maana yake ni busara, hekima, lakini pia kutenda kwa ujasiri kwa mang'amuzi. Ndilo neno linalotumika bwana wetu Yesu Kristo anapotoa mfano wa e, mfanyakazi asiyekuwa mwaminifu anayeona hatari ya kufukuzwa kazi hata katika ubaya wake huo anatumia busara na hekima ili baadaye aweze kukubalika. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mfano huo baada ya mfano ule wa mwana mpotevu, wale watoto wawili, mwana mpotevu na yule mtoto aliyekuwa nyumbani. Mwana mpotevu katika mazingira yake anaona umuhimu wa kutubu, lakini yule mtoto aliyebaki nyumbani analalamika kwa kuwa mdogo wake amerejea nyumbani. Sura ya kumi na sita tunayosoma ndiyo inayoanza na, na mfano wa huyo mtu asiyekuwa mwaminifu. Sisi tulioko kanisani, sisi tuliowaamini, wakati mwingine hatuoni fursa za kuwa waaminifu, fursa za kushikamana na Bwana wetu Yesu Kristo. Yawezekana wapo wengi nje ambao wanazitamani fursa hizi na pengine kuzichangamkia wakiwa hawako ndani ya kundi hili. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa na busara na hekima, katika kusali, katika kumwabudu Mwenyezi Mungu atujalie mang'amuzi ya kuendelea kumfahamu, kumfuata na kuishi maisha yanayompendeza. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. <coughs> Tuombe. <coughs> E Bwana Mungu, utuvike fadhila za moyo wa mwanao, tupate kuwa kama pendo yake ili kwa kufananishwa na mfano wake tupate kustahili kushiriki ukombozi wa milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.